Taarifa zinasema Tundu Lissu ameandika barua itakayosomwa katika mazishi ya mwasisi wa CHADEMA, Mtei. Swali linaloibuka ni kwamba Tundu Lissu ameandika nini kwenye barua yake? Sasa video hii inakuletea, ama inajaribu kueleza pamoja na kwamba bado barua hii haijapatikana bado barua hii haijasomwa, lakini tunatarajia na tunaamini barua hii nzito inaweza ikazungumzia maeneo haya. Utabiri huu wa kitakachoandikwa katika barua ya Lissu unazingatia hali ya kisiasa nchini Tanzania hivi sasa. Kulingana na hali ya kisiasa nchini hivi sasa, tunaamini Tundu Lissu huenda akaandika mambo haya. Jambo la kwanza tunaamini Tundu Lissu atamzungumzia Mtei. Hilo jambo la kwanza. Uh, Lissu ataeleza bila wasiwasi namna Mtei alivyoanzisha CHADEMA mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili kipindi ambacho upinzani ulianza kupewa nafasi. So, kumbuka kilikuwa ni kipindi kigumu sana ambacho e, upinzani haukuwepo na hata kula zilipopigwa watu wengi walionyesha kwamba hawataki kabisa maswala ya upinzani, kwa hiyo tunaamini E, hilo litakuwa jambo la kwanza, lakini jambo la pili tunaamini Lissu e, atapongeza namna Mtei e, atapongeza namna Mtei alivyojiuzuru waziri wa fedha mwaka 1979. Tunakumbuka Mtei alijiuzuru waziri wa fedha mwaka 1979 baada ya kutofautiana kisera na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mtei, kuna mambo hakukubaliana nayo akaamua kujiuzuru. Sasa, uh, kwa Tundu Lissu atatumia hoja hii eh, kuhamasisha ule ubishi wake eh, ubishi wa wa, wa, wa wa namna hii, atajaribu kuhamasisha kwa viongozi wengine eh, kwamba wasisite kuchukua hatua pale ambapo wanapoona kwamba sera haziendani hazi, hazi sawa. So, sasa so, so. Lakini pia tunaamini eh, kwa sababu Lissu yupo kizuizini, ni hoja ya tatu, tunaamini kwa sababu Lissu yuko kizuizini ataeleza eh, kuwa mapambano bado yanaendelea, mapambano ya demokrasia bado yanaendelea. Ataeleza kwamba eh, mapambano ambayo mzee Mtei aliyaanzisha bado hayajaisha, ndiyo kwanza yanaanza. Lakini mimi jambo jingine eh, barua ya Lissu tunaamini itawahamasisha wanachadema waungane wasitengane waendeleze mapambano ya demokrasia. Uh, ni ukweli ulio wazi kwamba Chadema hakuna umoja. Chadema kimefungiwa kufanya kazi zake kwa sababu ya kesi iliyofunguliwa na Wanachadema wenyewe. Wanachadema wenyewe wamefungua kesi na, na Chadema haifanyi kazi za kisiasa kwa sababu ya kesi iliyofunguliwa na Wanachadema wenyewe. Kwa mazingira yanaonyesha chama hakina umoja. Uh, Mboye wakati anaulizwa kuhusu viongozi wapya wa Chadema pale pale msibani. Alipoulizwa anazungumza nini kuhusu viongozi wapya wa Chadema, e, alisema kwamba kuwaelezea viongozi hawa wa Chadema ni kusababisha misiba miwili. Akasema huko ni kusababisha msiba mwingine. Kwa patakuwa na misiba miwili. Eh, alikuwa na maana gani aliposema hivyo? Msiba wa kwanza ni huu wa mzee Mtei, lakini msiba wa pili ni Chadema yenyewe. Mambo hayako sawa Chadema. Chadema haina umoja, tunaamini. Katika barua ya Lissu atahamasisha sana, atapigia chapuo sana umoja. Kwa hiyo Lissu tunaamini atahamasisha Chadema iwe na umoja, na tunaamini umoja ndio utaifanya Chadema iende mbali. Sasa ndio tunachokifanya sisi tusio na vyama. Sisi tusio na vyama tunataka nchi iwe na umoja. Hizi hamasa za chuki zinazohamasishwa na wanaharakati, hamasa za chuki hizi kwa taifa letu hazina nafasi. Wewe tazama kukosekana umoja tu kwa Chadema leo, Chadema imefungwa haifanyi kazi zake. Hicho ni chama Tusifikiria nchi inapokosa umoja, kwani tazama Chadema jinsi inavyozorota. Hata nchi ikikosa umoja itazorota namna hiyo. Kwa hiyo ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, sisi sasa kwa kimombo tunaitwa stateless man, watu ambao hawana vyama, watu ambao wao wanazungumzia nchi tu, lolote lenye maslahi kwa kwa kwa, kwa nchi wanazungumza. Unapokuwa na chama inakuwa ngumu kwako uh, in, kwa uh kuzungumza baadhi ya mambo, pengine huenda Lissu hafurahishwi na hizi hamasa za chuki, lakini hawezi kusema wazi kwa sababu atakwenda kinyume na, na, na, na, na chama chake. Kwa hivyo ndio maana nchi huhitaji eh, watu wasio na vyama, watu wa ambao ni wazalendo. Kama mwalimu baya anaweza akazungumza upande wowote kwa haki. Sasa kuhamasisha Chadema na wanaharakati, tunayaona wanaoyafanya, wanahamasisha watu wachukiane, wanahamasisha chuki uh, kuna chuki zinahamasishwa zina, zina, zina na wanakumbatia chuki hizo, lakini wanashindwa kufahamu chuki hizo hizo ndio zinaua chama chao. Kwa hiyo kileta chuki hii nje itaua nchi inje, taharibu nchi yetu. Sasa kuna hamasa kwa mtu ana kwamba eh, eh, eh, kuhamasisha watu wamchukie fulani, kwamba mchukieni fulani eti kwa sababu tu ni mpemba mchukieni fulani eti kwa sababu tu ana mjomba Dubai. Mchukieni fulani eti kwa sababu tu ni mwanamke. Alafu wakati mwingine unahamasisha chuki dhidi ya dini ya mtu. Hatuwezi kukubali mambo haya. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema Tanzania, dini na na na na kabila, swala ya dini na kabila, suala ya dini na vyama siendekeze dini usiendekeze kabila, tunaweza kuongeza usiendekeze sana vyama. Lakini usibeze dini usibeze kabila usibeze vyama. Manake nini? Manake nini? unahitaji umoja. Hatupaswi kumtenga mtu kwa sababu ni Mpemba. Hatupaswi kumtenga mtu eti kwa sababu ana mjomba Dubai. Hatupaswi kumtenga mtu kwa dini yake. Hatupaswi kumtenga mtu kwa jinsia ya yake. Dhambi hii ya utengano imeanzia Chadema, sasa wanaileta nje, tusikubali ndio kitu ambacho sisi tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kipambania ili nchi yetu iendelee kwenda mbele. Kwa hivyo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mambo haya ya kutenga watu. Mwalimu nitaanza kutembeza bakora. Hapata kalika. Unahamasisha chuki zidi ya Zuchu, yaani mwanaume unamchukia Zuchu. Zuchu alivyo vile unamchukia. Unamchukia Zuchu. Mwanaume mtu mzima unamchukia Zuchu kwa sababu ameenda kwenye kwenye mkutano wa CCM akaimba. Unamchukia Zuchu mwanaume. Unaacha kazi unaanza kuhamasisha watu wamchukie Zuchu, kwa serious serious kabisa. Mwanaume umesimama unahamasisha una, una, una chuki dhidi ya Zuchu, yani unamchukia Zuchu kwa sababu ameenda kuimba kwenye mkutano wa CCM ili apate riziki <laughs> sasa akaimbe wapi? Huyu ni msanii. Unamchukia. Hebu tutafakari kwa pamoja, tuache chuki, tufikiri kwa pamoja. Unamchukia Zuchu mwanaume, mtu mzima, unamchukia Zuchu Zuchu, unamchukia Zuchu mwanaume, kwa sababu ameenda kuimba kwenye mkutano wa CCM. Sasa huko ndiko kunaitwa kuligawa taifa? Ndio kuligawa taifa? Unamchukia mtu ambaye hutakiwi kabisa kumchukia. Zuchu anatafuta ugali Zuchu wanapambania kesho yake. Unamchukia mtu anayefanya kazi mwanahume. Unamchukia Zuchu jamani. Unamchukia Zuchu. Unamchukia nani? Unamchukia Sarafina. Sasa nani hatumrudii? Eh, mheshimiwa Lissu. Eh, katikati ya wiki huwa kuna utaratibu ambapo mawakili huwa wanakwenda kumtembelea gerezani Ukonga. Eh, kwa hivyo, eh, tulimtuma tuli mkurugenzi e, wetu wa sheria na haki za binadamu, Wakili Gasto Vigarubimbi e, atakwenda ata e, kuchukua ujumbe ambao e, bila shaka, pengine e, siku ya kumbukizi e, tutausoma ujumbe maalum ambao e, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu atakuwa ameuandika maalum kwa ajili ya Eh, kumwomboleza na kukumbuka maisha ya, ya, ya mzee wetu. Eh, wenzetu wengi sana wametundika jezi, wenzetu wengi sana wamevua gloves, wenzetu wengi sana wame- wamelegea, lakini sisi tumeendelea kuwa imara na misimamo yetu, kwa maana tunajua hitaji la nchi. Nchi inahitaji nini? Kwanza eh, baada ya uchaguzi tulijitahidi sana kuponya majeraha. Kwa hiyo wale waliokuwa tayari kupona walipona wale ambao hawakuwa tayari kupona e, wali- wali- waliendelea na maisha yao. Kwa hivyo sisi tuliobaki CHADEMA sisi tumepona, sisi tumepona, tunaendelea na siasa. Wengine wameondoka, wengine si-sisi si, si, si, si, si, kuna watu sijawaona siku nyingi siku nyingi sana, na wengine nimewaona hapa ndiyo, nimeuliza uliza nikaambiwa kumbe walijikusanya kusanya wakaenda huko.